Kwa majina yangu naitwa Aminata Charles, ni mjasiriamali nafanya biashara ya namiliki mashine ya mchele, kwa hiyo nafanya processing au uchakataji wa mpunga kuwa mchele, natokea katika mkoa wa Mbeya. Aa, kikubwa siku ya leo napenda kuwashukuru AGRA wakishirikiana na TCCIA Mbeya kwa kutupa mafunzo Aa, ambayo yamehusisha uh, vijana na wanawake kufanya biashara mipakani. Kupitia mafunzo haya, kama vijana na wanawake, tumeweza kuona fursa mbalimbali zilizoko katika kufanya biashara mipakani, lakini pia tumeweza kujifunza zaidi kuhusiana na hizi non tariff barriers ambazo zinaweza zikamsaidia kijana, ikawa kwake kama nafuu yayeye kuweza kufanya biashara mipakani. Kwa hiyo vijana waichangamkie hii fursa waweze kuchangamkia kwa kuweza kufanya hizi biashara na kuweza ku cross border kuweza kupata biashara na masoko zaidi. Tusiangalie tu soko la ndani lakini kuna soko kubwa lililoko nje. Kwa hiyo tunaweza tuka, nikawashauri vijana tuchangamke, tuichangamkie hii fursa ya ku cross border kwa sababu pia kuna faida nyingi. Ikiwa ni pamoja na kwamba kuna exemption nyingi ya, ya kodi au kuna unafuu wa kikodi ambao kijana au mwanamke anaweza kuipata anapoingia katika hizi biashara za mipakani. Lakini pia nipende kuwashukuru watu wa AGRA kwa mafunzo haya, lakini pia nikiomba kwamba mafunzo haya yaweze kufika zaidi kwa wanawake na vijana wengine wa, wa mikoa mingine ili na wenyewe waweze kuona hii fursa na kuweza kuichangamkia, ikiwa ni sehemu ya kujipatia na kutengeneza ajira kwa kuongezea nchi kipato. Tunaishukuru serikali kwa kushirikiana na wadau na taasisi mbalimbali kwa kuweza kuruhusu hata kuweza upatikanaji wa mafunzo haya. Kwa hiyo nawashukuru sana watu wa AGRA kwa kushirikiana na TCCIA kwa mafunzo ambayo tumeyapata siku ya leo, yanaweza kwenda kutubadilisha na kuongeza ajira katika mkoa wetu wa Mbeya na Tanzania.